Ukiangalia hizi nafasi za uwaziri mkuu, maana yake ni nafasi ambazo hazina guarantee. Nilikuwa ninaangalia kwenye vyombo vya habari, na wengine wakishangilia wakisema, mheshimiwa Kassim sasa amepata miaka mingine mitano, kana kwamba nimeshawaambia atakaa miaka mitano na wakazi wa Lindi nikasikia wengine wanafurahia na wengine wanajipongeza mahali fulani kwamba tumepata waziri mkuu kusini tena kasi miaka mitano mingine. Nataka niwaambie waheshimiwa wabunge, na nataka nimwambie mheshimiwa Kassim na Watanzania, kazi ya waziri mkuu haina guarantee, na nilitaka nilizungumze hili, mheshimiwa waziri mkuu aelewe itategemea na performance yake. Kwa hiyo tumwombee ili angalau afikie kwenye rekodi ya Mheshimiwa Samia. Miaka ambayo alionayo na guarantee ni miaka mitano ambayo ameimaliza, hii mingine ni probability, na ni lazima niwaeleze ukweli kwa sababu sisi wanasiasa tuna tabia ya kufurahifurahi. Mimi nampa pole na mama Majaliwa, jitayarishe kwenye hilo, mwombee mme wako, anasema nakupa raha huu. <laughs> <laughs> <laughs> Ndio ukweli.